mjomba. Khalatun nani huyo? Mama mdogo, mama mkubwa, au wengine wamwita halo. Ni kinyume cha mjomba. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni sahihi, akasema kwa alkhala wa huyu halo bimanzilati ummi, yuko katika daraja nani ya mama, ni kama mama, naye mtu mama yake akifariki naye amtunze halo yake. Asema ibnu ammi, mtoto wa ami yangu wa mtoto wa ammi, ibnu ammati mtoto wa shangazi wa kiume, lakini ibnu khali mtoto wa mjomba, ibnu khalati mtoto wa halowa, ama mdogo ama mkubwa, ibnatu ammi ambaye huyo ni mtoto wa kike, lakini wa ammi, ibnatu ammati mtoto wa kike wa shangazi, ibnatu khali mtoto wa kike wa mjomba, ibnatu khalati mtoto wa kike wa halo au mama mdogo, mama mkubwa. Hafidu hafidu, hafidu nani? Mjukuu sawa, lakini hafidh ni mjukuu ambaye anatokana na upande wa nani? Eh, wa baba eh, sawa. Kisha hafidatu, huyu ni mjukuu wa kike. Kisha kuna akhu akhu ni kaka, ukhtun ni dada. Ibnul akhi ashaqiq, mtoto wa ndugu yangu wa baba mmoja mama mmoja, ndo ashaqiq. Ibnul ukhti ashaqiqa, mtoto wa dada yangu, au mtoto wa dada baba mmoja mama mmoja. Ibnu akhin li abi, mtoto wa ndugu yangu lakini kwa upande wa nani? Baba. Ibnu ukhtin li abi, mtoto wa dada yangu upande wa baba, yani baba mmoja mama kila mtu wake. Ibnu akhi li ummi mtoto wa ndugu wa ukaka kwa upande wa nani, upande wa mama. Ibnu ukhtin li ummi, li ummi mtoto wa dada kwa upande wa mama. Ibnatul akhi shaqiq mtoto wa kike wa ndugu wa baba mmoja mama mmoja ndo ashaqiq Ibnatu lukhti alshaqiqa mtoto wa kike sawa, wa dada mama mmoja wa mmoja wa dada. Ibnatu akhi li abi mtoto wa kike wa ndugu yangu au kaka yangu baba mmoja, lakini upande wa baba. Ibnatu ukhti mtoto wa kike wa dada li abi, kwa upande wa baba. Ibnatu akhi li ummi mtoto wa kike wa kaka au wa ndugu wa kiume liummin, kwa upande wa mama. Ibnatu ukhtin liummin, mtoto wa kike wa dada kwa upande wa mama. Kwa hivyo ndo anavyoitwa. Namudhaji, namudhajul awwal, mifano ya mwanzo. Fil jumal, katika sentence. Hadha abi, huyu ni baba yangu. Yadhhabu ila lamali, anakwenda katika amal, katika kazi. Hadhihi ummi, huyu ni mama yangu.

hadhihi khalati, huyu ni shangazi, nishangazi ni mama yangu mdogo. au halo taskunu, anaishi fi mahduth mahduth, mnakujua ni wapi eh? Wabi, barakallahu fiku mkwani huko kwa maana ya kwenda Kingeja, ukitoka sijui njia ya kuelekea Kingeja. hadha ibn akhi, huyu ni mtoto ni ibn akhi, yani ndugu yangu li abi, kwa upande wa baba wa haula na hawa banatu ukhti watoto wa kike wa, wa dada yangu li ummi kwa upande wa mama mmoja. Ulaika auladu ammi, wale ni watoto wa ammi yangu. Au hadhihi ibnatu ammi, huyu ni mtoto wa kike wa ammi yangu. Hadhihi ibnatu khalati, na huyu mtoto wa kike wa alo yangu au mama yangu mdogo. Tataallamani, wanasoma wili hawa fi mahadi ltarbiati lislamiyati, katika mahdi college ya tarbia malaysia ya Kiislam. Haulai banatu khali, hawa ni watoto wa kike wa mjomba wangu. Waulaika banatu khalati, na wale ni watoto wa kike wa mango mdogo au halu yangu. yataallamna llughata alarabiyata, wanajifunza lugha ya Kiarabu fi mahdi ltarbiati lislamiyati, katika college au chuo cha malezi ya Kiislamu, ambayo ndio hiyo liko Kukengeja. Baada ya hapo, ashekh rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah Allah mrehemu na asamehe makosa yake, akaja tadribatun, mazoezi. Tadribatu maana yake ni mazoezi, sawa? Eh, anasema ba au ba alkalimati alatiyata, yani meeweka, aweza kusema ba alkalimati alatiyata, ukiunganisha, weka maneno yenye kufuata fi jumlatin mufidatin, katika sentence yenye faida. Kwani ni mazoezi mutafanyanyii ya ikhwa, anelala lala amke

antuma eh uh usemaji -huh, amna yani huyo nimwelewa, shekhi eh hey. ataka e ataka haya maneno yatumia, mfano, antuma dhahabtuma ipo dhahaba, dhahabtuma haina shida, lakini hiyo sentence yenye faida bado haijaleta faida antuma dhahabtuma ila almadrasati kama hiyo eh hey. Tuendelee. Naam, muda hamna, na maswali ni mengi. Naam, haraka haraka, chap chap. Sawa, hii ni chemsha bongo. Naam, mwingine

Aisha, Aisha, lazima nakwambia nchemsha Mungu Aisha, bado Aisha na nini bado, kitabu kadhalika ijatumika naam. Aisha, kaifa, naam, barakallahu fika. Tadhhabu Aishatu ila almustashfa, anaenda Aisha mustashfa, naam, hapo imetumika vizuri naam. Nyingine nahnu Wanahnu sijasikia, nahnu naqrau alkitaba, basi sisi tunasoma kitabu, ambayo ndio haijatumika peke yake, imeleka nahnu naqrau alkitaba, haijatumika zote kwa zishatumika, haina shida ko hapo, yaani anavyotaka shekhe, uchukue neno moja, nkisha ulifanye nini?

Sasa pangilia maneno, na barakallahu fik. Ona ilikuwa imemparaganyishwa hiyo, kwa usafi na kila mmoja yake moja. Ukishasema moja, usiseme tena tu, kila mtu yake hapo. Safara abi amesafiri, baba yangu, ila Dar es Salaam kuelekea wapi? Haya, mwingine, ya pili. Umefanya haraka haraka, ndo rahisi nini? Sawa, barakallahu fik. Asema raja'tu, nimeraja'tu, nimesema raja'tu na, baraka rajaat ummi amerejea, mama yangu mimi, beba au beba amerejea kutoka pema. Eh, ya tatu ya ikhwan. Naam, barakallahu fikum. Ijtahidu naam, la taakulu, usimsaidie ukimsaidie nitakupa makazi ma mingine abotakahayaku la takul la mbona mimi nataka nikusikie mpaka mwisho, utasemaje? Kwa sababu situshasoma nahau baadhi ya vitu tumesoma hizi, nataka ntaka eh, anza mwanzo mwanzo mwisho, eh taakulu taam, hiyo lamu ina nini hiyo ina nini hiyo, taakulu lamu ina nini? Nsiisikia we, n yani wesimamisha we sana, au ausakin taslam, yani tia sukuni usalimike. Eh tasemaje? Taakulu kwa yani ina dhamma ya lamu la hii la lilaa gani? Kwanza tujue ni la nahia. Usimsaidie, yuko peke yake tu tayari na Mungu wake tu, wasaid la nahia au li, li, ni la nafya? ni la gani ha? Nafya wakanusha vipi? Sasa itakubaliki? ita kukanusha, yani wewe hukula chakula changu, hingi kilini, haikubaliki. Hili ni la nahia, wamkataza u. Sasa mkataza utaitia nini lamu Eh, la mutete yani jawa ndo kusoma ndo tutalijiana. Hayo yote tusa tushasoma ni murajaatu manake, la mutete utete ni lamu. Lamu ina nini? la la la la. l Tulia, baba, hajamaliza wewe, barakallahu fik la hi la nahi nahe tuliseme kiingia katika fi'il al-mudhari' inafanya nini? Eh? Nyote hamjui. Sasa nyote swala lote mfanye Ehe, barakallahu hey, fik, inaingia sukuni. Barakallahu fik, kwa utasema la la taakul, usile taami chakula changu, kwa sababu la nahia indi kwa nafia inaingia dhamma, lakini hii sentensi haikubaliki hapo. Kwa hivyo muonekano wa sentensi, muktaba wa sentensi hivyo ile la nahia. Haya, twende. Wewe kwa tueli, we rukaruka namba nne, dhalika yarjiusu <laughs> Muhammadi <Thalika> ya <rujwa. laughs> <laughs> dhalika muhammadun yarji'u min as-suqi. A anisomee mwisho wasabutu, kwa sababu tunasoma yote haya, hakuna ambacho hatujasoma kipemba hicho kiarabu. Sasa ndio utaelewa, yani usisome kwa sukuni. Ni kweli, ukisoma masuala ya kiarabu utakie umalize herufi

Mama, naam, mama Azizi, naam, barakallahu fik, Hayyak Allah, naam, nambari tano, lakini hapo kuna tatuba, kuna al-yawm, kuna sijui ni mini au mani. Ingisha kuna ta'am. Kwa hiyo mama atokea wapi, mama hayuko? a yataka zimparagisha uzipange, zit pange. Amaliza Naam, naam, barakallahu fik naam, muda naam, man. Naam, sahi, barakallahu fik, hiyo ndio ikawa sawa man, kwa sababu hiyo si minu, ni man, man tatbakhu altaama alyauma, sawa. ni nani anayepika chakula siku ya leo hii man, tulisoma huko nyuma, wingi hamjaja iman, tulisema ni katika adawati istifham, ni katika nyenzo ambazo zinatumika kwa kuulizia Ziko nyingi, hii ni mojawapo. Man ni nani, man ni nani, man anta, ni nani wewe, sawa nina. so, man akala taam, ni nani alikula chakula. Man dakhala almasjida, ni nani alingia msikitini, sawa kwa sentence so, ziko hivyo. kwa kumalizia, insha Allah, baraka wafik nambari tatu imla alfaraghat al alatiyata, jaza yani mapengo yenye kufuata jaza, mapengo yenye kufuata. Dakhala Muhammad deh naam, haraka haraka, kila tto yake pa ziko ta Ah, sema mmoja tu sikili nataka, ah, mtu anyanywe kidole. Nani ataanza? Utaanza we, anza na mbona, wagopa wagopa eh? Sema uh -huh. uh -huh. ila albayti ipo hapo, ila kweli, usimsaidie Abu ah, Hazim sasa. una ala na min na fi, umeikiwa kwenye mabano tumia moja, ni atakayo uh -huh. naam uh -huh. utasemaje? Ndio, iseme sentensi yote. Amengiya Muhammad kutoka katika nyumba itaingia, itakwe sijui, ndio ndolifaamishe. Mimi mwenyewe nasoma kwapo, aera dakhala Muhammadun fi lbeiti. Iyondo sahihi. Haya, Abu Hazim na haraka. Nambari mbili, twende eh. Nam, nam. Abu Hazim ya Abu Hazim na fik. Nam hayakllah

oja tuendelea au tumalizie, ngoja tumalizie, tuweke hesabu vizuri. namudhajun thani namudhaju au namudhaju thani ni mfano wa pili. man hadha ya akhi, ni nani huyu ndugu yangu. hadha sabiyun, huyu ni mtoto mdogo wa kiume dhahibu, huyu ni, ni mwenye kwenda ila ilalmadrasati, wapi madrasa. koo hapa kuna kitu anakutafahamisha shekhi, kuna kitu kinaitwa masdar mwelewa. masdar ni chimbuko la neno

chan kibichi mweta sio au, chan kibichi rangi ya kijani maana yake. Lakini akusudia nini? Pemba inaitwa hivyo jaziratul khadhara, ilikuwa kiite hivyo wakati wa Sultan. Jaziratul khadhara ilikuwa hawaiti Pemba, isiwa cha rangi ya kijani saufa usafiru, yani punde nitaenda, nitasafiri. Fi fi akhir shahar, mwishoni mwa mwezi hii. Saufa maanake yatumika, nita safiri huenda, baada ya mwezi, baada ya wiki kadhaa

wengine watoto wa kiume pengine ndio hivyo, haulai banatun, lakini watoto wa kike atumika haula zote za kumalika na shida. Haulai banatun, hawa ni watoto wa kike akhi, yeye ndugu yangu. Yalabna wanacheza kurratal yadi, yani mpira wa nini, mkono. Eto nini, ile asore de nyingine